Naomba tusimame kwa heshima na taadhima. Waheshimiwa tukae. Waheshimiwa mawaziri, katibu mkuu kiongozi, waheshimiwa makatibu wakuu, waheshimiwa wajumbe wa tume na maafisa wote mlioko hapa, asalamu alaykum, tumsifu Yesu Kristo.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 kwa ajili ya kupata picha za kumbukumbu -kumbu, mbele ya jengo hapo kwenye ngazi. Asante sana Mheshimiwa Rais.